Kampuni ya Ndege Tanzania ATCL imepokea taarifa kutoka kwa watu mbalimbali waliojitambulisha kuwa miongoni mwa wafanyabiashara kutoka Kariakoo, waliokatiwa tiketi za safari na wakala anayeitwa Space Travel, mwenye ofisi katika eneo la Kariakoo, anayetambulika kwa jina la Yasmin Ladha. Abiria hao waliwasilisha malalamiko yao kwa ATCL wakieleza wasiwasi wasi juu ya tiketi zao za kurejea kutoka Guangzhou nchini China baada ya kuarifiwa na wakala huyo kuwa ndege za ATCL hazikuwa na nafasi kwa tarehe walizopanga kurudi. Kufuatia malalamiko hayo, ATCL ilichukua hatua za haraka kufanya uhakiki wa tiketi husika katika mfumo wake na kubaini kuwa majina ya abiria hao hayakuwepo kwenye orodha ya waliopaswa kusafiri kwa tarehe zilizotajwa. Uchunguzi zaidi ulibaini kuwa abiria walikatiwa tiketi halali za kwenda Guangzhou na kampuni ya Space Travel, ambayo ilitumia huduma ya wakala aliyesajiliwa kwenye mfumo wa Global Distribution System GDS yaani Satguru Travel and Tour Service JMD. Hata hivyo, iligundulika kuwa Space Travel alihusika kutengeneza tiketi bandia za kurudi baada ya kushughulikia changamoto hii, abiria wote 32 waliokumbwa na tatizo hilo walifanikiwa kulipia tiketi mpya ya ATCL na waliweza kusafiri kwa tarehe walizopendelea. ATCL itaendelea kuwahudumia abiria wengine watakaohitaji kununua tiketi zao kupitia mwakilishi wake aliyepo Guangzhou nchini China. Kufuatia udanganyifu huu, ATCL imechukua hatua za kuwasiliana na ofisi za GDS pamoja na mawakala wote wanaofanya biashara na Space Travel na kuwaelekeza kusitisha mara moja uuzaji wa tiketi kupitia wakala huyo kuanzia tarehe 28 Aprili 2025. Hatua hii inalenga kulinda usalama na maslahi ya watumiaji wa huduma za usafiri wa anga, huku taratibu nyingine za kisheria dhidi ya Space Travel zikiendelea kuchukuliwa. Ikumbukwe kuwa Space Travel ni miongoni mwa mawakala waliothibitishwa na ATCL kuuza tiketi za kampuni. ATCL inapenda kuwahimiza wateja wake kununua tiketi kupitia application ya simu ya Air Tanzania, tovuti yetu rasmi ni www.airtanzania.co.tz. Kituo chetu cha huduma kwa wateja ni alama ya kujumlisha 255 748 773 900 kinachopatikana masaa 24 kila siku, ama kwa kutembelea moja kwa moja ofisi za ATCL. Iwapo mteja atachagua kununua tiketi kwa wakala, ni wajibu wa mteja kuhakikisha kuwa tiketi aliyopatiwa inatambulika kwenye mfumo rasmi wa ATCL. Kampuni ya ndege Tanzania inasikitishwa na tukio hilo na inatoa pole kwa abiria wote walioathirika na inaahidi kuendelea kuchukua hatua stahiki dhidi kulinda wateja wake. Imetolewa na kitengo cha uhusiano na mawasiliano kwa umma. Hiyo ni taarifa kutoka kwa kampuni ya ndege ya Tanzania ATCL, wakieleza juu ya udanganyifu wa tiketi hivyo, na kuwataka wananchi kuwa makini juu ya tiketi hizo bandia. Hii ni Chivihi Media na mimi ni heri Abdalla. Hakikisha una subscribe, ku like, share na kucomment youtube channel yetu, lakini pia tufuate Instagram, TikTok pamoja na Facebook, jina hilo hilo ni Chivihi Media. Daima sisi ni wewe, kwa heri.